Ukiwa na upendo unakuwa umeumiliki ume na kutawala moyo wa Mungu. Ukisoma Biblia yako utagundua kwamba watu wote kwenye Biblia waliodhihirisha uungu wa Mungu ukatokea kwa jinsi ya mwili walikuwa ni watu wenye upendo, mfano Musa Waebrania kumi na moja ishirini na nne na ishirini na tano inasemaje? Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni, ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Musa alikulia ikuru, ukisoma Biblia, baada ya kufikisha miezi mitatu akawa hawezi kufichwa ndani, wazazi wake walimtengeneza kisafina wakaweka kwenye maji, binti Farao akamuokota. Lakini alipokuwa mtu mzima, kwa sababu ya kupenda ndugu zake aliamua kuacha. Amekulia ikuru, amekaa ikuru, ameshawekwa kwenye mnyororo wa urithi wa ufalme anaacha kula mema ya nchi, anaamua kwenda kwa watu wake wenye shida, wenye mateso. Saa hizi tu tuna watu wanaweza akaunga mkono ujinga na upuuzi maadamu tu wanapata kitu fulani. Kipindi hicho Musa aliyekuwa katikati ya neema, katikati ya mema ya Misri aliamua kuyaacha yote, sababu ya pendo aliyowapenda ndugu zake. Akatoka akamwona Misri mmoja anamnyanyasa Mwisraeli Akampiga akamuua akamfukia chini. Kichomfanya uu, ilikuwa ni upendo kwa ndugu zake. Hakutaka kuona wananyanyaswa, akakubali kuacha kila kitu, akaacha starehe, akaacha heshima aliyokuwa nayo, akakubali kwenda kwenye utumwa kama wenzake, akaacha kula chakula bila kutoa jasho. Yeye bila kusukumwa, bila kulazimishwa, toka ndani ya moyo akaamua kuacha ikulu. Ulikuwa ni upendo. Asikiliza kwa, kwa kiwango hicho, alikuwa na uwezo wa kuishi maisha ya kiungu duniani alikuwa na uwezo wa kukomandi vitu na vikawa. Alikuwa na uwezo wa kuyamia bahari pasuke na ikawa. Alikuwa na uwezo wa waku, kukomandi mwamba utoe maji na ukatoa maji. walipoabudu ndama kwenye kitabu cha Kutoka tuna 34 Mungu anaongea naye 33:34, ukisoma 35 Mungu anamwambia Musa, hawa watu wamejichafua, wame nafsi zao, wameabudu ndama. Akamwambia acha niwaangamize wote, alafu we peke yako takufanya kuwa taifa. Ingekuwa ni sasa hivi Baba, umechelewa. Ua wote fasta, wote. Musa alipewa ahadi na Mungu, anaambia ukiniruhusu, ni waue wote, afu wewe peke yako nitakufanya kuwa taifa. Angesema da hata kwa niwe kama Ibrahimu, sababu Ibrahimu peke yake aliambia kutoka kwako nitafanya taifa kuu, na mimi Mungu naweza nikachukua nafasi ya Ibrahimu, angesema hapa ndio mahali pa kufanya mapinduzi. Angefanya na mapinduzi, ila kwa sababu ya upendo uliokuwa moyoni mwake alimwambia mungu kuliko wauwe hawa sababu ukifutwa ukifutwa kwenye kitabu cha mungu maana nini kwenye kitabu cha mungu hausomeki ndio maana yake biblia alimwambia so, Mungu kuliko uangamize hawa nifute mimi katika kitabu chako kwa wengine anamwambia mungu siko tayari kuingia kwenye mbingu ya kwako kwa sababu ya hawa kufa, niko tayari wabaki, alafu mimi niende motoni. Kwa lugha nyingine anamwambia Mungu, dhambi hizo wali walizofanya zilete juu yangu, alafu wao wabaki salama. kwa sababu ni dhambi peke yake ndio inaweza kukufuta kwenye kitabu cha Mungu, na ni utakatifu ndio unao kuandika kwenye kitabu cha Mungu. Ni upendo wa kiasi gani wa kukubali kufutwa kwenye kitabu cha uzima, kwenye kitabu cha Mungu? Yani makosa wamefanya wao, ndama wameabudu wao, wewe hujaabudu, wao hujahusika, ila madhara uyapate wewe badala yao. Akaambia Mungu noono hawezi ukawaua, no, no. Ukiwaua okay, mi nifute kwenye kitabu chako. Soma Wafalme wa kwanza sura ya kumi na tisa mstari wa kumi waone, habari ya Elia. Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameyaacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu nao wanitafutao roho yangu waiondoe, asema. Nami nimeona wivu mwingi juu ya Bwana kwa sababu ya wana wa Israeli, wameacha njia zako, wamefuata njia za, za miungu mingine. Sikiliza, hawezi kuwa na wivu juu ya mtu kama haumpendi. Ndio maana tunasema katika mahusiano ya kimapenzi, kama mwenzako hana wivu juu yako hakupendi. Mke na mme wanaoneana wivu, ndio maana mme akisikia kuna jamaa anamendea mke wake, kuna kitu kinaibuka ndani, za kashika panga akachinja mtu. Au mke akisikia kuna mdada anamendea mme wake, wa tayari kuua bibi. Anasemaje? wivu una nguvu kama moto, ndivyo Wimbo Ulio Bora unavyotuambia una nguvu kama mauti. Kwa kitu kimoja wapo, ukiwa kwenye, ukiwa kwenye chumba cha kupima pima, wivu wa mwenzako, ukiona hana wivu na wewe, mguu mmoja a kisogoni, mwingine mbele Chomoka mapema sababu kama hana wivu, mko kwenye uchumba, mkingia kwenye ndo ndo ndo, ndo, ndo, ndo atakuwa na wivu na wewe, hana wivu na wewe ko Elia aliposema, na wivu mwingi juu yako, kwa sababu ya hawa watu wameacha njia zako, wamepata njia za miungu mingine, waga nyingine, anamwambia Mungu, siko tayari kuona mtu yoyote anachezea mambo ya ufalme wako, siko tayari mtu kuona, mtu yote anakudharau, ndio maana mwenza wako akidharauliwa unasikia kunyonga mtu huo. Upendo ambao Eliya alikuwa nao kwa Mungu ndio uliomfungulia mlango na kumwezesha kusimama mbele ya Mungu. Ukienda kwenye Wafalme wa Kwanza kumi na saba kumi na saba moja basi Eliya mtishbi na wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande kama Bwana Mungu waishivyo ambaye ninasimama mbele zake, kama Bwana Mungu waishivyo ambaye ninasimama kilichomfungulia mlango na kuwa na uwezo wa kusimama mbele za Mungu ni nini? Upendo wa Mungu, upendo aliokuwa nao kwa Mungu. Ndio maana kule anatuambia nina wivu mwingi juu yako, kwa sababu ya hawa. Kwa hiyo ile aliposema kwamba mvua haitanyesha miaka mitatu na nusu isipokuwa kwa neno langu, maake Eliya alikuwa na uwezo wa kulifanya Elia neno lifanyike mwili kwa sababu anasimama mbele za Bwana kama Mungu aishivyo ambaye mimi Elia ninasimama mbele zake. Sasa imagine, ukisimama mbele za Mungu, kitu gani kinacho kuzuia? Hapa Tanzania tu. Mtu akija nakamwambia kumwambia mimi nafanya kazi na Ikulu. Unaogopa. Mtu akiwata ni mfagiaji wa Ikulu tu. Madam anaonekana anaingia Ikulu na kutoka. Yeye anaenda kufagia au kutengeneza mabomba. Watu wanamuogopa. Mimi kama Mungu aishivyo, mimi ambaye nasimama mbele zake. Unasimama mbele zake. Hivyo hivyo simama mbele ya mfalme wa wafalme, bwana mabwana, Mungu wa miungu, baba wa milele yote, yeye asiyeshindwa, ambaye yuko kila mahali, anaona kila kitu na ana nguvu zote na anajua yote. Unasimama mbele zake, ni heshima iliyoje! Ila kilichomfanya simama mbele zake ni nini? Upendo alikuwa nao kwa Bwana. Unajua kusoma kitabu cha Waamuzi, habari za Gideoni Kwanzia sura ya sita ni habari za Gideoni. Jua mpaka Mungu kwenda paa, kuna kitu cha kimungu ndani. Ukiangalia alikuwa ni shujaa, pakusherekea ushujaa uliokuwa ndani yake, alisherekea ukuu wa Mungu uliodhihirika kwenye maisha yake. Ukisoma pale habari za Gideoni ni upendo wa Mungu mtupu, ambao ulikuwa pamoja naye ndani ya moyo wake. Okay, soma kitabu cha Nehemia sura ya kwanza mstari wa pili mpaka wanne alafu tutasoma mstari wa kumi na moja. Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliosalimika ambao hawakuchukuliwa uhamishoni na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu waliosalimika waliosalia huko katika mkoa ule wamo katika hali ya ziki kubwa na aibu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hapo niliposikia maneno hayo, hapo niliposikia maneno hayo, ehe, nikaketi nikaketi nikalia nikaomboleza, nika nika siku kadhaa, kisha nikafunga, nika nikafunga nikaomba mbele za Mungu mbele za Mungu wa mbinguni. Kuna mtu alienda kule, hawa walikuwa uhamishoni, wako utumwani, wamepelekwa huko. Kuna mtu akatoka kule Israeli, akaenda kule, alifika kule. Nehemia akamuuliza habari za kule nyumbani vipi? Akaambia, wale watu, bwana, wale kule wana shida, wako kwenye dhiki kubwa ukuta umeangushwa, majumba yameteketezwa, hali ni tete. Ama niliposikia maneno yale nikalia sana, nikahuzunika, nikaomboleza. Kuanzia mstari wa tano ni maombi aliyoanza kuomba kwa sababu ya taarifa ile. Soma mstari wa kumi na moja: E Bwana, nakusihi litege sikio lako uyasikie maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kulicha jina lako na kuomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako leo ukanijalie rehema mbele za mtu huyu. Unajua, ukisoma ile sura ya kwanza mstari wa tano na kuendelea ni maombi alikuwa naomba. Baada ya kusikia taarifa akapata shida sana akaumia, akasema haiwezekani, akasema ataf, nitafanya juu chini mpaka arejeshe hali kwenye hali ya kawaida, akaanza kuomba. Soma sura ya pili mstari wa 4 hadi wa 9, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani? unayotaka kuniomba. Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni, nikamwambia mfalme, mfalme akiona vema, na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unitume mpaka Yuda, niende katika mji wa makaburi ya baba zangu, nipate kujenga. Mfalme akaniuliza, malkia akiwa ameketi karibu naye, safari yako itakuwa ya siku ngapi? Nawe utarudi lini? Hivyo mfalme akaona vema kunituma, nami nikampa muda tena. Nikamwambia mfalme, akiona vema na nipewe nyaraka za watawala walio ng'ambo ya mto, ili wanikubalie kupita hadi nifike Yuda, nipewe na walaka wa Asafu mwenye kuutunza msitu wa mfalme, ili anipe miti ya kutengenezea boriti kwa malango ya ngome ya hekalu na kwa ukuta wa mji na nyumba ile nilipo, nilipo, nilipo, nitakapoishi, nitakapoishi mimi, naye mfalme akanipa, maana mkono mwema wa Mungu wa Mungu wangu ulikuwa juu yangu, ndipo nikafika kwa watawala wa mkoa walio ng'ambo ya mto okay. Okay. Asuma, kwa maana mkono Mungu wangu wa Mungu wangu ulikuwa juu yangu ulikuwa juu yangu juu yangu Kitabu cha Nehemia soma, ni kizuri sana, kitafundisha vitu vingi sana. Nehemia kitu, kitu, kitu alikuwa chote Wale kifani watumwa ile alipokuwa kule utumwani, akapata fursa ya kuwa mfanya kazi ikuru ya mfalme. Kazi yake ni mnyweshaji wa mfalme, anampa mfalme vinywaji, anampelekea anywe, anaishi ikuru, anakaa ikuru, anafanya kazi za mfalme. Lakini alikuwa yuko tayari kuacha kazi yake kuacha fursa zilizokuwepo kuacha kila kitu arudi aanze kujitabisha na ujenzi wa mji wa Mungu. Sasa angalia kitu kilichotokea, aenda kwa mfaume, hajamwambia kitu mfaume, ila kwa sababu ya, ya, ya ile hali ana huzuni, mfaume ya sema una shida ukasema vile pale kwanza, kule una shida gani wewe? ni mgonjwa hapana? una nini? akamwambia mfaume, alipomwambia mfaume hapo anamwambia unipe, yani naenda kujenga mji, ila matiri unipe wewe gharama, uingie wewe. Sio taifa lako, mimi ni mtumwa, ila wewe mfalme umechukua mali zako zikafanye kazi kwenye haja yako. Sikia, sio mpango wako, ni mpango wangu, sio malengo yako, ni malengo yangu, sio nchi yako, ni nchi yangu, sio mji wako, ni mji wangu, ila mfalme umetoa kila kitu, mimi nikatumie kujenga mambo yangu akaambia nipe kibali kwenye misitu ni ile nikakate miti nipeleke. Ukisoma kile kitabu cha Nehemia kukondea mbele, ilifika mahali mpaka mfalme akaamuru sehemu ya kodi iliyokuwa inatolewa ipelekwe kujenga ule mji. Wakina Sanbalati na wakina Tobia walipowazuia, mfalme akaagiza yeyote atakayeweka mkono kuwazuia watu atakutana na hasira ya kwangu, na akaamuru sehemu ya kodi inayokusanywa ipelekwe kujenga ule mji na ule ukuta. Sio muujiza? Ukienda kusoma kule mbele, Biblia sema hivi, hakwenda peke yake, alipewa mpaka askari na magari yakaenda pamoja naye. Kuna askari mfalme aliwatoa waende pamoja naye, wampeleke na wahakikishe, kwa sababu ni mtumwa. Ni kama ni sasa, sasa hizi mfungwa tuseme atoke aende, labda, labda kama ni fungwa kutoka nchi nyingine mfungo um, atoke avuke mikoa avuke, unavukaje mpaka? Ndio maana alimwambia nipe kibali, ili wakina fulani fulani kule waniruhusu nipite, sababu kuna huna passport, huna kibali cha kuvuka mpaka, unaenda kwenye nchi nyingine, unavukaje mpaka kutoka huko? Wewe tu ni Mtanzania huwezi kuvuka bila mkibali, lazima una passport na visa ili airport upite uende unakoenda anaambia nipe kibali ili kule wale watu wasinizuie. Kichosababisha yote ni nini? Ni upendo alio wa Mungu uliokuwa ndani ya moyo wake. Alikuwa hayuko tayari kuona mambo ya Mungu yanadumaa, hayuko tayari kuona mambo ya Mungu yanaharibiwa, hayupo tayari kuona mambo ya usio ufaume wake yanakasha baragabara. Sikiliza, Yesu mwenyewe ukisoma habari zake kwenye kitabu cha Isaya sura tisa ukwenda sura sita lazimaje kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, mwenye ufalme mabegani mwake, na maongeo yake ya enzi yake na amani hata kuwa na mwisho. Jina lake atatwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani. Akataja pale akaongea mambo mengi hivi, wivu wa Bwana ndio takafanya haya. Kuna wajibu ambao aliwaorodhesha pale, alipoorodhesha nenda, Mungu asemaje? Wivu wa Bwana ndio takafanya haya, with the zeal, asema zima kiusongo Bwana ulio ndani yake ndo tuka yakamilisha. Kwa Yesu mwenyewe alipokuja, amezaliwa amebebeshwa wajibu ndani yake. Kitu pekee kikubwa kichokuwa kinaenda kuyakamilisha yote aliyokuwa amebebeshwa ulikuwa ni ule wivu, ni ule usongo uliokuwa ndani yake juu ya ufalme wa mbinguni, ndio tuka yakamilisha. Kwa wengine ni kwamba kwenye mambo ya maisha yetu tukitaka Mungu aingilie kati na ayakamilishe, lazima tuwe na wivu wa Bwana ndani yetu, ule wivu ambao ulikuwa ndani ya elia ndio leo uliosababisha kila kitu ambacho Elia kikisema kinatokea. Ule wivu ndio uliosababisha Mungu akamtunza. Sikiliza, wakati wa miaka mitatu ya njaa kipindi cha Elia pa kuna manabii wengi, Biblia inasema hivi kuna mtu mmoja wa Mungu alikuwa kwenye ufome wa Ahabu, ali wa Habu aliwatunza manabii wa Baali 50 50 kwenye mapango anawalisha, anaonyesha 50 50 ni watumishi wa Mungu ila yupo Eliya mwenye wivu wa Bwana, ukisoma ile andiko anasema nimebaki peke yangu. Wivu, sikia tupo wengi, tunamtumikia Mungu. Kwa Eliana, tupo wengi tunamtumikia Mungu, mwenye tumekaa kwenye mapango tumejificha, tunapigwa na njaa, tunalishwa na ujamaa Mungu, ujama. Mungu anamwambia kuna mtu mwenye wivu wangu ndani yake, ameshasema isipokuwa kwa neno langu Mungu hasikili tu neno lolote, anasikia neno la mtu mwenye wivu wa Bwana ndani yake. E, elisema isipokuwa kwa neno langu. Wanaomba na kuomba wanaomba na kuomba, Mungu ajibu, anasema kuna mtu mwenye wivu wangu ndani yake. Hicho ndicho kinachokamilisha. Biblia inasema je, kwa habari za kwamba wivu wa Bwana ndio utakokamilisha haya. Okay, nyinyi manabii wengine hamsini hamsini, mnaomba ila ndani yenu hamna wivu juu yangu ko, hamna kichokamilisha kinachokamilisha, kina ni wivu wangu ndani yako ko, nyinyi manabii mnaomba, ila nikiangalia kinachokamilisha hayo mambo hakimo ndani yenu. Andiko linasema hivi, wivu wa Bwana ndotuka kamilisha hayo. Kwa hiyo kinachoyafanya sio uwezo wetu, ila ni wivu wa Bwana ulio ndani yetu. Ndio maana Eliya akasema, nimeona wivu mwingi juu yako, na kwa hiyo kwa neno langu itanyesha kwa neno langu haitanyesha. Kinachokamilisha inyesha usinyeshe ni ule wivu uliomo ndani yake. Mwenye wivu wa Bwana huwa hafi, mwenye wivu wa Bwana hawezi kuuawa. Ndio maana hata njaa ilipoingia ilibidi Mungu aingie wajibu wa kumtunza Eliya kwa kunguru na kisima cha Kerithi. Kijito cha Kerithi kilipokauka, akaambia mna shida kimekauka? yeye eh, kuna mjane kule atakutunza kwa konzi moja ya unga. Anasema naandaa kuni mbili tatu nipike nile mimi na mwanangu, ili tufe. Elia anasema hamna shida, mwenye wivu wa Bwana akiingia mahali mauti napotea. Madada, nimeingia ndani ya nyumba yako, sahau kuhusu kufa. Amen. kwa konzi hiyo hiyo tutakula mchana na usiku Amen. mchana na usiku, na ukitaka ule mara nne kwa siku wewe pika mara nne kwa siku hawita katika. kwa sababu kuna wivu wa Bwana ndani yangu na huo wivu nakamilisha kila kila ninachokifanyaje, na ukisema pika kwanza kwa ajili yangu, nipe nile. Sikiliza, ukitaka ukita kuyaweza maisha tengeneza wivu wa Bwana ndani yako Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa roho yako yote kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Wivu wa Bwana ukiingia ndani ya maisha yako, kila kitu kinakamilishwa kwa ule wivu wa Bwana. Wivu wa Bwana aliokuwa nao Nehemia ulikamilisha kila kitu alichokikusudia alichokiomba. kwa Mfalme, mfalme alitoa, alipomwambia nipe na askari akatoa na askari, nipe na vitu na rasilimali za kujengea akampa na rasilimali, nipe na kodi akampa na kodi, andika barua ya kuzuia watu usinisumbue, akaandika barua. Ni mfalme yule, ni mtumwa, ila mfalme anatumikishwa, anaambiwa, anatisikiza. Mwenye neno la mwisho ndani ya ufalme wao ni mfalme, ila Elisha na Nehemia aligeuka kuwa mfalme ndani ya ufalme usio kwa wake. kwa nini? Kwa sababu kuna wivu wa Bwana ndani yake. Au jasoma kwa habari za Yusufu. Biblia inasemaje? mfalume alivua pete yake ya muhuri akampa Yusufu. The moment ya amempa Yusufu alikuwa ametoa na ufalume wake. Ndio maana akaambia Yusufu, mtu yeyote hata inua mguu isipokuwa kwa neno lako, so sio kwa neno langu, kwa neno lako, kwa sababu ule muhuri mwenye mamlaka ndani ya nchi hii sio mimi. Na ndio maana walipopigwa na njale watu wakatoa kila kitu kikaisha, pesa zao zikaisha, wakaenda kwa Farao umeshiwa pesa, hatuna chakula, akaambia mimi sina neno, akaambia rudini, rudini kwa kufanya, kwa kusababu, Yusufu lolote atakaloambia kufanya afanyeni, kwa sababu mamlaka iko ndani ya Yusufu. Kivipi? Yusufu anamwambia mfalme, shida hii iliondoke, tafuta mtu azunguke nchi nzima, aweke sehemu ya tano ya kila chakula chakula kinacholimwa, sehemu ya tano ya asilimia ishirini ya kila mavuno yatunzwe kwa muda wa miaka saba kwa ajili ya maandalizi ya miaka saba mingine ya njaa. Akamwambia tafuta mtu mwenye hekima na akili. Farao akamwambia, tupate wapi mtu kama wewe mwenye roho wa Bwana ndani yake. Mimi naongea habari za hekima na akili, wewe unaongea habari za roho wa Bwana. Jamii nzima hii ya, wa, ya Misri, wote ni waabudu sanamu hawa. Wote wanabeba matunguli. Ukiingia kwenye nyumba zao, ni matunguli tu. Mifuni mwao wamebeba hirizi, wamejifunga viunoni mwao hirizi. Hamna mwenye wivu wa Bwana ndani yake. Ila kwa sababu wewe una wivu wa Bwana. Sikiza, sababu wivu wa Bwana unampa nafasi Roho Mtakatifu ya kukaa. Kukaa, kwa anaketi. Haji kutembea anakuja kukaa. Paulo anasema kwenye Yohana inasemaje? Mtu akinipenda atashika neno langu na baba yangu atampenda, na nasi tutakuja na kufanya makao ndani yake. Kwa hiyo wivu wa Bwana unatemtegezataatifu mahali pa kuketi. Tupate wapi mtu kama mwenye roho wa Bwana ndani yake? Unajuaji kwamba kichompa roho mtakatifu kukaa ndani usufu nini? Ni, ni, ni wivu